kwamba imekwepo msukosuko mingi sana ni makmilongono i. Sasa hii milongono mingi hii tusibebe kwa nguvu zetu, tuibebe kwa nguvu ya sana. Tuamini Mwenyezi Mungu kasindu, tumwabudu Mungu, tumwombe kwamba hakuna kinachoshindikana mbele yake, tuwe na hofu ya Mungu, tuombe amani tunduko, katika kuishi amani, umoja, mshikamano na maelewano, ambayo haya chimbuko lake kuwa ni haki. Haki ikichezewa chezewa, amani inachikisika, chimbuko lote la fujo Kigezo na kipimo cha haki wakati mwingine kinakuwa kigumu sana, lakini tuseme kigezo na kipimo cha haki ni Mungu. Unamwita Mungu kuwa shahidi kwamba haujafanya na ambaye zaidi, kama uliapa katika kitabu kitakatifu, alafu unasema haki ya Mungu, yani ligezo shika, shika.

Sasa hivi nasema kusema naenda kutiki wanasema unaenda kuchagua chama fulani. Ah, kutiki. Sasa kwa nini ndiweke kwenye kundi hili? Na huko ninaenda kutafua rais wa bunge mmoja wao. Kwa nini nana? Lakini hasa tujiombe sisi. Uchaguzi huu ni wa haki na, Na amani ndio tunayohitaji.